Hiki ni kituo cha afya cha Yombo Vituka kilichopo wilaya ya Temeke jijini Dar es Salaam. Sense International Tanzania tumefika hapa kwa ajili ya kufanya kikao kinachowajumuisha wadau mbalimbali wakiwemo wazazi wa watoto wenye changamoto ya uziwi, kutoona na wataalamu wa afya. Haya ni baadhi ya mambo tuliyojadili kwenye kikao hiki, kama inavyoelezwa na wazungumzaji waliozungumza wakati wa kikao hiki. Kwa majina, naitwa Daktari Hamadi Rajabu Miraro, daktari mtaalamu wa kinywa na meno. Uh, leo nilikuwa na wazazi wenye watoto wenye changamoto kidogo ya uh, ya utindio wa ubongo na changamoto nyingine za viungo. Nimewaelekeza kidogo jinsi ya kufanya usafi wa kinywa na meno, lakini ni jinsi gani wanaweza wakatunza vinywa vyao na pia kwa jinsi gani wanaweza wakazuia wa watoto wasitoboke meno kwa sababu hawa watoto wanakuwa kwenye special group ambao ni grupu ambalo linahitaji uangalizi wa hali ya juu. Naitwa Lucy Shani, afisa wa jamii wa kituo cha afya cha Mbovituka. Katika kikao cha wazazi tumeweza kujifunza jinsi gani mama anaweza kumsaidia mtoto wake katika makuzi ya awali kwa wow, watoto wenye ulemavu, na kama mnavyojua watoto wenye ulemavu ana mahitaji mengi mbalimbali ambayo anawezesha wao kuishi lakini kutokana na changamoto yetu ya makuzi na malezi, kuna baadhi ya wazazi wanaona kama kuna changamoto ya kuwalea hawa watoto. Ya, yanawapa mwanga wazazi jinsi gani ya kuwalea hawa watoto. Kwa hivyo leo nimewafundisha maswali kama manne hivi ya kujiuliza, kujiuliza ambayo yanawapa mwanga wazazi kwamba, je, ni naweza kuwasiliana na mtoto wangu akiwa na ulemavu? Jibu ni kweli, unaweza kuwasiliana na mtoto wako akiwa na ulemavu kwa sababu watoto wote wanawake hufanya mawasiliano kutokana na changamoto zao, unatakiwa mzazi ujue mtoto wangu ana ulemavu gani, ili uweze kuwasiliana naye. Unaweza kuwasiliana kwa, kwa, kwa njia ya picha, kwa njia ya kugusa, kwa njia ya ishara, kwa njia ya kugusa kwa njia ya ishara ya lugha. Tunaweza kuwasiliana na watoto wetu, unaweza kuwasiliana na watoto wetu. Tunajua watoto wetu wana changamoto mbalimbali ambazo tunaweza tukawatatua. Pia tumewafundisha jinsi gani ya kuwafanya watoto waweze kuwasiliana na jamii watoto wetu wanahitaji kuwasiliana na jamii, kwa sababu jamii inawategemea wao. Kuna wazazi wengi wanawaficha watoto wakijua kwamba watoto wawezi kufana chochote, lakini watoto wetu hawa wana uwezo kama watoto wengine, na jamii inatakiwa wajue kwao. Nina kazi ya kuwafundisha watoto na wazazi, wasiwatoe watoto nje na jamii, wawatoe wajumuike wawafanyie mazoezi yale yote tunaoyafundisha nitakuwa yaende, kwa sababu watoto hao wanahitaji ukuaji wa katika elimu, afya na lishe. Pia hivi vitu vinaenda pamoja, lakini kama wakiweka okay, mbali na jamii watakosa. Kwa majina naitwa Sara Rafael Walwa, ni afisa lishe katika kituo cha afya cha Yombo Vituka. Nime, tumekutana leo hapa katika kikao cha wazazi Juhi ya mambo ya Sense kwa ajili ya wetu wenye. Mimi kama afsalishe lishe leo nimeweza kuzungumzia mambo matatu. Ya kwanza ni kuasistiza mama juu ya maana ya lishe, lishe ni nini? Ya pili ni vitu vya kuzingatia katika kumpa mtoto wake chakula au katika kuandaa lishe ya mtoto. Cha tatu ni kuhakikisha tunatumia vyakula ambavyo tunapata katika mazingira yetu ambavyo ni local foods. Kutokana na hali ya kiuchumi ya wazazi ambao tunawahudumia, lakini pia nimeweza kuwakumbusha mama kutumia makundi yote sita ya chakula katika kuandaa chakula cha watoto wetu hawa, kutokana na kwamba wanahitaji vyakula vyenye virutubishi vya kutosha, na tunaamini kutokana katika makundi mbalimbali ya chakula itaweza kumtimizia mtoto huyu mahitaji yake maalum. Asante. Naitwa Esther Betram Bena, maarufu naitwa Mama Nurati. Leo Sense tumekuja hapa kujifunza. Tumejifunza mambo mengi kupitia Sense organization. Cha kwanza tumejifunza jinsi ya kumisha mtoto risha. Tumejifunza kwanza jinsi ya kucheza na mtoto wakati wa kula. Tumejifunza tumejifunza jinsi ya kusoma kusoma kupitia mtandao ya Sense, tunafanyaje ili mtoto kuendeleza na, na, na mazoezi anapokuwa nyumbani pia tumejifunza jinsi ya kutunza meno kumsafisha meno. Tumejifunza kwamba juisi hazitakiwi sana kwa mtoto, meno yake anaoza. Tumepewa pia misaada, tunashukuru. Tumepewa viti, tumepewa rishe, tunashukuru. Kwa niaba ya mkurugenzi anawashukuru sana Sense International kwa mazuri yote walioyafanya mpaka hapa tulipofikia lakini anashukuru sana na nyinyi kwa kuitikia wito tangu alipoanza wa Sensi mpaka sasa, na kwa huduma mbalimbali walizokuwa wanatusaidia pale tulipofika. Lakini sambamba na hiyo bwana ongea na na na usaustawi hapa kwamba kuna huduma zingine zitakuwa ziendelee, ili watoto wetu waendelee kuwa salama, lazima bima zetu ziendelee ukiacha hii sapoti nyingine nyingine hizi, lakini bima ni kitu muhimu sana kwa hali za watoto wetu katika masuala ya afya. Mdau sasa niondoka na naja wadau tena serikali, lakini wakati huo naenda kuwatafuta na wadau wengine. Ndio iko hivyo, wadau huwezi kuendelea nao wenyewe. Wanakuja, wanatoa mwongozo, wanatusaidia, baadaye wanaenda sehemu nyingine, wanatuachia na sisi sehemu tuendelee. Tumeelewana. Kwa hiyo tunaendelea tena kuwashukuru Sense lakini Mungu ikiwapendeza, basi mradi mwingine singine waje waje watukumbuke tena.